sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe. Bukelebe TV, habari za asubuhi. Karibu kati ya kesha la asubuhi leo Ijumaa ya tarehe 12 mwezi wa 12 2025. Somo letu ya leo lina kichwa cha habari kinachosema hakuna cha kututenga na Mungu. Fungu letu ni kutoka kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa sita na mstari wa saba Mnafurahi sana ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu na shukurani tunakushukuru kwa kutupa kesha hili mpya kwa neema zako zisizo na kipimo na kwa upendo wako usiokoma. Tunakuomba uwepo wako uwe nasi katika kila neno, kila wazo na kila tafakari tunayoifanya leo. Tunaomba utuongoze katika kuelewa somo hili la hakuna cha kututenga na Mungu, ili tupate kuimarisha imani yetu na kuweka upendo wetu kwa mambo ya mbinguni kuliko yale ya kidunia. Tufundishe, e Bwana, jinsi ya kuangalia mbele kwa matumaini ya maisha milele, na kuacha kila dhambi au tamaa ya dunia itakayoweza kututenga nawe. Tuweke mikono yetu kwa ushirika, mioyo yetu kwa unyekevu, na akili zetu kwa uelewa wa ukweli wako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Tunapojaribiwa kuweka upendo wetu katika mambo ya kidunia yenye mwelekeo wa kuteka, yenye mwelekeo wa kuteka upendo wetu, tunapaswa kutafuta neema itakayotusaidia kugeuka kutoka huko, na tusiruhusu mambo hayo kututenga mbali na Mungu. Tunataka kuweka katika macho ya akili zetu makao ambayo Yesu anakwenda kutuandalia Yatupasa tusiruhusu nyumba na mashamba yetu, shughuli zetu za kibiashara na shughuli za kidunia kututenga sisi na Mungu. Sharti tudumishe mbele zetu ahadi kuu ambazo Kristo alituachia. Tunatakiwa kujifunza ishara kuu za njiani zinazotuelekeza katika nyakati tunazoishi sasa. Twatambua kwamba tupo karibu sana nyakati za mwisho za kufungwa kwa historia ya dunia, na kila kitu chenye asili ya kidunia kipewa kipaumbele cha pili baada ya huduma kwa Mungu unapaswa kuomba kwa bidii sasa, ili tuweze kujiandaa na pambano kuu la siku iliyoandaliwa na Mungu. Basi tufurahie katika tumaini la kuwa na Yesu hivi karibuni, katika makao aliyokwenda kuandaa kwa ajili yetu. Yesu anaweza kuruzuku mahitaji yako yote, ikiwa utamwangalia na kumwamini. Unapotazama, utavutiwa na utajiri wa utukufu wa pendo lake takatifu. Upendo wa kuabudu vitu tunavyoviona utaondolewa na mahali pake kuchukuliwa na upendo wa hali ya juu kwa vitu visivyoharibika vya na vya thamani. Unaweza kutafakari juu ya utajiri wa milele wa kimbingu hadi pale upendo wako utakapofungamanishwa na vitu vya mbinguni, na uweza kutumika kuwaongoza wengine kuweka upendo wao katika lazima, katika hazina za kimbingu. Unaweza kuwasaidia kuona kwa kuwa fedha inayotumiwa kwa matumizi yasiyo ya msingi ni hasara, yaani ni bure na ni mbaya kuliko bure, kwani zingeweza kutumika kuwasilisha kweli kwa roho ambazo zinakaribia kupotea. Ikiwa mbadhirifu atakombolewa, itakuwa ni kwa sababu kulikuwa na kitu kilichowekwa mbele yake ambacho kitamwonesha dhambi ya kuharibu mali ya bwana wake. Bwana anahitaji watumishi wake wafanyie biashara bidhaa zile alizoziweka chini yao. Talanta alizowapa zinapaswa kuendelezwa kwa kuzitendea kazi fedha zilizowekwa mikononi mwao wanapaswa kuzipeleka kwa wabadilishao. Wale wanaothamini fedha ni wale wanaoona uwepo wake katika muktadha wa kupeleka ukweli kwa wale ambao hawajahusikia, na kwa njia hii kuwaokoa kutoka katika nguvu za adui. Roho zinazokubali ukweli zinajikuta zikiondoa upendo kwa mambo ya kidunia, kuona ukuu wa utukufu wa mambo ya kimbingu na kupendezwa na ubora wa mambo yanayohusiana na ya milele, kufurahishwa na mambo yasionekana na ya milele. Anapoteza mshikamano wake na mambo ya kidunia, ukaza macho yake kwa kupendezwa na utukufu usioonekana wa mbinguni. Anagundua kwamba majaribu yake yanamletea utukufu mkuu na wa milele usio na kifani, ukilinganisha na utajiri wake ambao angeupata, kuhesabu kuwa si kitu, kwani ni wa kitambo tu. The Revival and Herald, June 23, 1896. Tuombe. Baba wa mbinguni tunakushukuru kwa kuwa nasi katika kesha hii, kwa maneno ya moyo tafakari na mwanga wa Roho Mtakatifu ulioleta utukufu na tumaini. Tunakushukuru kwa kutufundisha jinsi ya kuweka upendo wetu kwenye mambo yasio na mwisho na kuondoa upendo wetu kwa vitu vya kidunia. e Bwana tunakuomba utufanyi kuwa wafuasi wa kweli, tukichagua thamani za milele kuliko zile za muda mfupi. Tunakuomba utuongozi katika kuendeleza talanta na fedha ulizoziweka mikononi mwetu kwa ajili ya kueneza ukweli na kuokoa roho. Tunatafuta kuwa watumishi waaminifu wenye matendo ya haki na mioyo iliyojaa upendo wako. Tunakuomba hili kwa jina la Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu.